esese khusibala khuno niulilanga bulayi neba nende basale bakali nibonjekhane nabo manye nobo ne basale soba nende stress ta mwimenya nonowe mwana mukhana oliaba nende stress wakana omundu kakhwesya sisombo mala ke kaloba kaloba omwana we completely wimwana wakana khurebanga ali mai papa ali wayina wipakho kali papa wo kakhuloba noli munda khwamila munda nono no. mala ekhubolele nandi yo ne papuwo ocheyo mala akhukome akhuseyali nani kuola lissara pole mutwa ishasi kolokhasi kovolasi ichanio kukoma ochali omwana oyoyo mbaachombolali papuwo kana wakana lad wamuole nono silio mbolas omwana kmenandi papwo kafuka nendewachali mala wakana aliyo mulamu ata khaba nekafwa nende achali nekafwa nende achali onyele waila omwana khung'ani tu oli papu oyu sina lakini wombolanga so omwana namunafwichanga selindo sesibechanga sibaambila ata khusindo sya papa ko umwana oyoyo khwamena mubolo no oli papu bali wamocha kakila langi libolela umwana eli chikhabi umwana chili chikhabi eh omanyi khuli nende bandu time nende time yekhusali sye busa lakini khulela seva nende time yeyo ta none sese ndi nende tayimu yehu yekhulela yekhubalila bosi barere mubarere barere, barere niyo kuka mo chari ololi kukamo chari yabundu tumia omwana yechimbila murere anyoa amanyira rawe <laughs> avele muchalo avele mundu si murere murere sinenya nenya chatai sendi arakanelimenya ta mbanga valindy arakane manye kusivala kuno noli nende araka ne limenya cha weng'ene cha weng'ene lakini nivambo ounooli wenya kwikomba kucha kwi tai ima babandu nivocha nenavo ima basale nono mundu eresese bavana vabo veche malesese nikhalasi nenavo ndi nende uwakika nyanacha nenaba tae ya, na ya. uwenyakhucha yengene lekhanaabachi yengene sekhombarere khumwicha khuchafwesi se nenya khucha tae seninyanjaleyi ta no lusimu lwa kuka Wamocha asandi nenakhama kumilimobaihi yanenge fwane simiti nyekhana ni singo ya mubenendali ndae